viongozi wa vyama vya wa wafanyakazi mkalisimamie hilo. Mwisho kabisa, niwaombee ulinzi wa Mungu na niwatakie safari njema naporudi kwenye maeneo yenu. Narudia, narudia wito wangu kwenu wafanyakazi, kushiriki kikamilifu katika zoezi la uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025 ili kutumia haki yenu ya kikatiba kupata viongozi watakaoongoza taifa letu. Baada ya kusema hayo, ni mwombe mwenyezi Mungu aibariki bara letu Afrika, na Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, kazi na utu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na hongereni sana wafanyakazi. Asante sana.